Irani imehukumu kunyonga mtu aliyetumiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Israeli, kulingana na ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya serikali siku ya Jumatano ilitambulisha kama Babak Shabas. Irani imetoa hukumu ya kifo kwa wengi, watu wengi inaowatuhumu kuwa na uhusiano na idara ya kijasusi ya Israeli inayofahamika kama Mossad kwa kuwawezesha shughuli zake nchini humo. Visa vya hukumu ya kunyongwa kwa Iran waliopatikana na hatia kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel vimeongezeka kwa kiasi kikubwa mwaka huu hadi kufikia takriban vifo tisa katika miezi ya hivi karibuni. Vyombo vya habari vya serikali vilisema Shabaz alifanya kazi za Esmail Frek, na mfungo mwingine aliyenyongwa mwezi Juni kwa kufanya ujasusi wa Israel. Tangu mapema mwaka elfu mbili ishirini na mbili, Shabaz alishtakiwa kwa kutumia wadhifa wake kama mwanakandarasi anayeweka vifaa vya kupozea ili kukusanya taarifa kutoka sehemu nye na jeshi na vyombo vya usalama. Wakili wa mshtakiwa alikuwa ameomba kukata rufaa kwa mahakama ya juu zaidi ambayo ilikataa ombi hilo. Na hii ni tmedia tu, tunakupa habari mbalimbali, cha kufanya subscribe, like na kushare, na mimi ni Loisi Skila.